sisi hatujawe kuanza kwa, kwa vizuri kwenye mechi za kwanza. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ni kweli, kama unakumbuka sisi kwanza tulifungwa mechi na Oloya, tukafungwa mechi na Raja, mechi mbili mfulizo hatuna point, ndio tunashika nafasi ya mkia, lakini mwisho wa siku tulikwenda robo fainali baada ya kumng'ang'ania mtu mmoja au wawili. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba mechi yetu ya nyumbani tunaenda kucheza inaofata siku tarehe tarehe hmm. ya tarehe 29, tarehe 30. Yeah u ya nyumbani mnakwenda kuchukua alama tano. Yaani, muhimu sana kwa sababu wachezaji, benchi ya ufundi na viongozi baadhi tumejipanga na kuona kwamba ni jinsi gani tunaenda kuchukua alama tatu hapo tunapoita sisi nyumbani. Hmm. Yeah. Bwana, tuanzie hapa. Changamoto ilikuwa wapi haswa kwa mnyama Simba? Ah, mimi naamini kwamba ni, ni, ni udhaifu tu wa wachezaji katika nafasi ambazo tumepata. Siwezi kumlaumu mwalimu sana, kwa sababu nafasi tumetengeneza nyingi ambazo hazikuzaa magoli. Wao wametengeneza nafasi moja ambayo yenye mistake ndogo baada ya, ya beki namba, namba, namba tatu kuweza kufanyiwa lafu na kuja kufanya counter attack moja ya hatari na kwenda kusababisha gori ambalo lilimgonga beki wetu na likamhamisha gori kipa na kwenda kupata alama tatu kwa kutumia gori moja. Wengi, wengi wanazungumza na kusema ya kwamba Yakubu Suleiman si bora kama golikipa namba tatu wa Simba Sports Club Abel. Pengine labda angepewa nafasi ile, Abel asingetokea haya ambayo ametokea. Yote yanazungumzwa ni kwa sababu ya matokeo yamepatikana, ama kufungwa kwake au kila mmoja, baada ya matokeo, huwa anaamua kuzungumza kwenye kila anachokiona. Mimi naamini kwamba benchi ya ufundi ikiongozwa e, na Matola Matola, na mfahamu Abel tangu anapotoka b mpaka kuja pale na kuwa kwenye kikosi cha wakubwa, naamini kwamba yeye alikuwa ni mshauri mzuri kwa kwa kocha mkuu ambaye aliyekuwepo ambaye ni manager. Mimi nisioni kwamba ni ukakasi upi, lakini Abeli namfahamu kwamba anajua na anaweza, kwa sababu alikuwa anampa hata changamoto alisalim. Kwa ni nafasi kubwa ambayo tulimpa Ayubu Suleman, kwa sababu ni ni goalkeeper ambaye ametoka Polisi Tanzania ambaye JKT Tanzania ambaye alikuwa alionyesha uwezo wa juu sana kwa mi naamini ni presha ndio inayomsumbua yule kijana, lakini angeweza kutuliza ile presha yake, na angepata watu wa saikolojia vizuri, wakamjenga saikolojia, maana yake angeweza kukaa sawa. Mimi naamini mechi ijayo, kama kuna uwezekano kumwamini Abeli na Matola yupo kuweza kumshauri kocha mkuu, naamini kwamba tunaweza tukapata nafasi ya kucheza na anaweza akaziba mapengo ambayo, eh, Ayubu uh, Suleman, ambayo yanamsumbua. Lakini mimi nirudi pale pale kusema goli kipa namba moja Kamara, kumpoteza ndio shida ilipoanzia pale nyuma, na kuona kwamba huyu hakuwa tayari kujiandaa kupokea nafasi ya, ya, ya Kamara. Angekuwa amejiandaa maana yake angekuwa amejitengeneza vizuri tangu mwanzo, lakini hakuweza kufanya hivyo kwa sababu imetokea tu ugenini, kesho kutwa tukashinda nyumbani, hatimaye tukaingia uh, robo fainali. Kila mmoja anazungumza lake na kila mmoja anamkosoa mwalimu. Kwa nini huenda kuanza na typical number 9 kama mshambuliaji asilia katika mchezo usiku? pengine hili ndilo ambalo limemwangusha mwalimu kwa namna ambavyo unautazama. Ha, mimi naamini kwamba Simba ingekuwa kwamba tunatumia striker nadhani wangekuwa wafungaji bora ni striker, lakini mimi naamini kumpanga kiungo na kumpanga winga na kuwapanga wakabaji wengi aliangalia mfumo wale, wale, wale, wale jamaa wanakuja sana kwa sababu wanaweza ku, ku, ku, ku, kupiga counter attack za haraka. Sasa ukiwa na forward ambaye anasubiri mipira juu, maana yake anapunguza idadi ya nyuma ya kuweza kukaba, kwa hiyo alibidi awakabe kwanza kipindi cha kwanza Alafu kipindi cha pili aingize washambuliaji wa kutosha, hasa kipindi anawakaba sana. Alivyokuja kuingiza sabu ya, ya, ya kwenda kushambulia na kupata magoli pale, ndipo alikuja kukosea baada ya kutoa ya, wale wachezaji ambao kwao walishapata ile morali ya kukaba. Kwa hiyo mi naamini ni mistake tu, kwa sababu kwenye sabu kuna kuweza kupata na kukosa, lakini mwalimu tukimlaumu pia na nafasi walizokosa kama budo yeye na golikipa anakosa nafasi e, ukiangalia, yaani kila mchezaji ambaye aliweza kupata nafasi ya kucheza asilimia kubwa, wengi wamekosa nafasi nyingi sana. Lakini mimi naamini kama umerudi kwenye kwenye uwanja wa mazoezi umezifanyia kazi, tunaenda robo fainali bila shida kabisa. Kwa hiyo tukisema tunyoosheane vidole, hatutamnyoshia kila mtu lakini mimi naomba tusitoane kwenye njia, turudi haraka tuweze kujipanga, kila mtu atoe maoni yake kusonga mbele kuliko kuangalia tulipotoka. Natazama mchezo unaofuata wa tarehe 30 dhidi ya Stade Malien pale nchini Mali, ni mchezo wenye maamuzi kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa upande wenu, kwa namna ambavyo mnaona, huenda ikaleta taswira sasa ya kwamba Simba Sports Club anakwenda ama Simba Sports Club haendi. Mimi naamini hata aliyetufunga tatu nyumbani, na yeye pia tunaweza tukaenda kupata alama tatu kwake, lakini katika mechi inaofata ili tuweze kuturudisha kwenye mchezo japo hata ikitokea tumepoteza, maana yake ikiturudisha kwenye mchezo ni kupata alama tatu. Lakini mimi nawambia wanasimba, tushikamane tuungane kwa pamoja ili turudi kwenye, kwenye amani na furaha ya upendo katika timu yetu, ni lazima tupate alama tatu. Pale tunapataje? Alama tatu lazima tutengeneze umoja, mshikamano, ili tuweze kupata alama tatu. Mimi naamini e, wanasimba wote, matawi yote, tukishirikiana kwa pamoja bila kuangalia mchawi nani, shida nini, kitu gani kinafanyika, wasiutoe mchezoni. E, ndugu zetu wa upande wa pili, tunachoangalia sisi ni alama tatu. Tujipange, tunaenda kuzipata alama tatu ugenini, ambako sisi tunasema tunakuja hapo ni nyumbani. E, tutazame mimi na wewe, unamuona nani kabisa hapa mnaweza kwenda kuchukua alama tatu nyumbani kwake na ugenini dhidi yake kwenye kundi la Simba. Katika kundi la Simba ni gumu kwa sababu lingekuwa kundi la Kiarabu ningesema Waarabu wote waliokuwepo tutaenda kuchukua. Sisi tunaamini Mwarabu huyo ambaye aliyekuwepo tutakufa naye kwa sababu kama ametoa sare nyumbani, sisi tunaenda kupata alama tatu nyumbani. Na yule aliyetoa naye sare tunaanza naye, tukichukua alama tatu sisi tunaenda kuchukua alama tatu kwa huyu Mwarabu ambaye anacheza pale nyumbani kwake, ambako huyu mtoto kaenda kuchukua alama moja. Huyu mwingine ni matokeo kwa sababu kashapata alama tatu, lakini kule si tunaenda kufanya hivyo kwa sababu hata ataroa alichukua alama tatu za kwetu, mwisho wa siku alichezea goli saba. Kwa mimi naamini, wajipange watakavyojipanga, pointi tisa paka saba sisi tunazipata, kwenda robo finali kwa wapinzani wenu Yanga Africans wanaonekana wanawasema kweli kwelikweli, mengi yanazungumzwa kuhusiana ya na swala zima la jezi. Hamkufanya chochote, mlichoamua tu ni kukopi mkapesti logo, jezi ni ile ile. twenzetu kwenye michuano ya kimataifa. Ni kweli eti mnauziwa logo shilingi elfu arobaini? Tulichokosea na tulichopatia ni kutafuta mtengeneza jezi anayetengeneza jezi za Ulaya. Yani pale ndipo tulipo tulipokosea na tulipopatia. yule ukishampa contact mlipokosea na mlipopatia. E, kwa sababu tulipokosea ni pale kusema katika soko la kibiashara tulilozoesha kwa Watanzania au kwa Wanasimba na wadau wa michezo, hapo ndio tulipokosea. Tulipopatia ni kumpa mtu aliyeweza kutengeneza jezi bora, kwa sababu anatengeneza jezi za kutoka Ulaya. Kwa sababu yule anayetengeneza jezi huwa atengenezi jezi mara mbili kwenye klabu moja yaani, kwamba tunatengeneza awami ya kwanza tunatengeneza awami ya pili? Hapana, kama uko UEFA utachezea jezi ile ile, utakachobadilisha ni ile wadhamini na vitu vingine vidogo vidogo, lakini jezi inakuwa ni ile ile. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tujifunze wana Simba kwamba tuliyompata kwa, kwa kututengenezea jezi zetu, maana yake ni bora zaidi. Mtu aliyekuwa makini huwa arudi mara mbili. Anaorudia mara mbili, maana yake soko lake limekataa, maana yake alichokitoa cha kwanza kibaya, ndio maana akatoa cha pili. Ukiniambia lini walitoa jezi tatu au mbili, n yani msimu huu, kipindi cha kwanza ametoa hizi, UEFA umetoa zingine, kombe la, hakuna klabu hiyo ya Ulaya Ulaya Ulaya Ulaya na hapa Tanzania au Ulaya. Lakini sasa, ndio ndio, tumemfuata mtengenezaji jezi kutoka Ulaya. Sisi ndio kielele chetu kumpa kumpata yule e, mtengenezaji jezi kutoka Ulaya. Kwa hiyo kama tumempata, lazima tupate jinsi gani anakwenda kwenye soko lake katika jezi anazotengeneza Ulaya, pamoja na huku kwetu Afrika. Na upande wa Simba Sports Club Tanzania, kuna kitu ja chochote cha kujifunza kutoka kwa Young Africans katika michuano hii ya kimataifa? Mchezo wa kwanza wamepata ushindi aa, katika uwanja wa Amani Complex pale. Ni wa Amani Complex goli moja likifungwa na Prince Mpumelelo Dube, hatimaye amefunga. Sisi cha kujifunza kutoka Yanga Afrika ni kukimbia uwanja wa Mkapa na kutafuta uwanja wenye washabiki wachache, labda hicho ndio cha kwenda kujifunza, lakini kwa upande wa mpira wao ndio watakiwa wajifunze kwetu, lakini ukisema kujifunza kwa Yanga ni kukimbia uwanja wa Mkapa, kwa sababu uwanja wa Mkapa walipiga hesabu kwa hali ya sasa na mawimbi mawimbi haya uwanja huwezi kujaa, na kweli si tumeona uwanja hujajaa, si kwamba kwa sababu kila mtu ana ana, ana, ana, ana presha yake. Washabiki wengi wanatoka Mbeya, washabiki wengi wanatoka Mwanza, washabiki wengi wanatoka Arusha, washabiki wengi wanatoka eh, mikoa mbalimbali kuja kuisapoti timu yao ya Simba Sports Club wameshindwa kufanya hivyo kutokana na hali ya kinchi ki, na hali ya kiusalama ambao wao wanahisi hivyo, lakini mimi niwaambie wana Simba mliokuwa katika sehemu mbalimbali, mechi zilizobakia, njoni uwanjani, hakuna shida yoyote. Wewe pita kwenye mipaka yote ambayo kuna shida, sema nakwenda kuishangilia Simba tu. Beba kitambulisho chako, amini, unakwenda kuishangilia Simba. Msiogope kuja kwa Mkapa, hapa kuna amani ya kutosha, na kuna mnakuja kushindikiza tuweze kupata alama tatu, lakini mkituachia mkoa wa Dar, sisi tunatosha, lakini hatuwezi kujaza uwanja. Tunawapenda sana kutoka mikoa mbalimbali kuja kuongeza support inaweza ikawa kwenye matokeo haya tumekosa matawi mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali, ndio maana tumeweza kupoteza mechi hapa nyumbani. Kwa hiyo mi naamini tujipange vizuri mechi inayofuata, hamasa ya mikoa mbalimbali ilete magari kama tulivyozoea desturi yetu, tuje tujaze uwanja wa Mkapa. Kwa kumalizia, mnawaambia nini wale walioikatia tamaa Simba baada ya kupoteza kwa goli moja dhidi ya Petro Atletico del Wanga katika dimba la Benjamin Mkapa? Usikatie simba tamaa kwa sababu simba ni klabu kubwa. Kupoteza katika mchezo wa kwanza ni jambo la kawaida, kama timu nyingi Ulaya kupoteza mechi za kwanza na mwisho wa siku wakapata tatu. Wale wana simba wote waliokata tamaa, rudini kwa pamoja, tuungane kwa pamoja, tuisapoti simba kwa sababu sisi tunauhakika robo fainali sio stori kwetu, ni kwenda au kukosa msimu na tukajipanga msimu ujao, lakini tunaamini msimu huu ni lazima twende robo, robo fainali kuiwakilisha simba kwenye kuiwa mashindano ya kimataifa klabu bingwa. Shukrani sana. Asante sana.